Unaongea na Raymond William kutoka Radio Revival FM hapa Babati Manyara ndio. taarifa niliziona kuhusiana na mchungaji kutoka Boay pale Mtaita, madai kwamba ametekwa kwa taarifa ambazo zinasambazwa kwenye mitandao ya kijamii nikasema nikutafute wewe, we kama hizi taarifa unazo na zimekaaje? ndio. ndio mchungaji Mtaita yupo hapo, yuko chini ya ulinzi wa polisi ndio ndio. Ndio ndio. Hajatekwa. Ok, asante sana. Kwani anashikiliwa na jeshi la polisi? E, anashikiliwa na jeshi la polisi. Okay, labda sababu za yeye kushikiliwa? Anatuhumiwa kufanya uchochezi mbaya, tunasema ushawishi mbaya, kwa mujibu wa sheria ile ya uchaguzi. ndio ndio, anatuhumiwa usha... kufanya ushawishi mbaya. Kwa hivyo ni hivyo tu, mm, labda kwa kwa kwa uchunguzi wa awali, labda ushawishi waliofanya kwa njia gani, ushawishi mbaya, labda uende kwenye kifungu cha mia ishirini na tisa cha sheria ya uchaguzi ile, ndiyo tume huru ya uchaguzi mm-hmm. Unaweza ukaona basi ni njia gani ametumia kufanya. Nimetoa nani press, baada ya hiyo press nimetoa ufafanuzi mwingi tu kwenye kwenye press yangu, kwa barabarani, naendesha gari ndio, ndio ndio, ehhe siko siko nani, asante yani, s siko nafasi nzuri ya kufanya k kutoa ufafanuzi wote. Nashukuru Kamanda hay na kwako pia.